Bible is one book with one message. Azigombani. Mwanzo mpaka Malaki ndo kanisa la kwanza waliita maandiko. Mathayo mpaka Ufunuo tunaweza leo tukaita ni nini? Ni maelezo kutoka hayo maandiko. Ni tafsiri ambayo mitume waliipa, ni tafsiri ambayo Yesu alipa ya hayo maandiko. Ndio maana ukisoma vizuri Mathayo mpaka Ufunuo, kila kitu unachokiona kimenukuliwa kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Mwanzo mpaka Malaki ni ahadi ya ukombozi wa mwanadamu kwa njia ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Manabii waliandika ahadi, haikutokea wakati wao, waliandika ahadi. Matayo mpaka Yohana Yesu yuko mtaani, ni ushahidi wa macho kwamba huyo mkombozi yuko duniani kutimiza ahadi. Maana ni habari za Yesu zimeandikwa. Matendo ya Mitume ni ushahidi wa macho ya kwamba huyo mkombozi ambaye alikuwa mtaani amekufa na amefufuka, na sisi ni mashahidi wake, na ndicho alichowaambia: mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu hadi miishai o, ni ushahidi wa macho ya kwamba jamani, kaburi liko wazi na sisi tumeshuhudia ya kwamba amefuka, amekaa na sisi muda wa siku 40. Nyaraka sasa uh, Warumi mpaka Ufunuo ni maelezo ya mwenendo wa hao waliokombolewa na huyo mkombozi. Kwa Biblia ni kitabu cha ukombozi, lakini Agano la Kale, Mwanzo mpaka Malaki, ni ahadi ya kuja kwa huyo mkombozi: atakuja, atateswa, atafuka, atafufuka siku ya tatu, na hari ya ondoleo la dhambi itahubiriwa Luka 24, mstari wa arobaini na nane kwa jina lake. Jina lake maana yake kwa kazi aliyofanya ya kufa na kufuka kuanzia pale anajenga kitu cha msingi sana. Anaenda, wanaenda kwenye matendo ya mitume kuelezea kwamba, jamani, tumeshuhudia ya kwamba amefufuka. Kwao anakuwa ni mashahidi wa macho, i witness. Warumi mpaka Ufunuo ni nyaraka zilizoandikwa kwa kanisa lililokombolewa, ikiwaeleza mwenendo wao, namna ya kuenenda kama aliokombolewa. Kwa habari ya injili, wahubirije? Kwa habari ya wanafunzi, wafanyeje? Kwa habari ya tabia, wafanyeje? Watu wakiiba, wafanyeje? wa wa wanaofanya wa hivyo, wasaidiweje? kuwasaidia hao. Kwa habari ya kuenenda katika wokovu wao. Ndio maana tunasoma kwenye Petro wa pili, Timotheo wa pili, tatu kumi na tano, wahekimishwe katika wokovu namna ya kuenenda katika wokovu. Kwa hiyo unagundua hichi kitabu sio cha uchumi ni kitabu cha ukombozi huko mwanzo mpaka Malaki ni ahadi za huyo mkuu. vitabu hivyo vinne vya injili ni ushahidi wa macho, eye witness account. kama mokozi amekuja mtaani na huyu hapa tunamwona akaenda msalabani akafa akafufuka matendo ya mitume ni kuelezea habari za ufufuo wake Ndo maana Paulo alishikwa mara nyingi kwa sababu alikaza kusema kwamba Yesu yuko hai, Yesu amefufuka. Alafu kuanzia Warumi ni mwenendo wao, namna ya kukusanyika, namna ya kutoa sadaka, namna ya kuhubiri Injili na vitu kama hivyo, bia na mwenendo wao wa kila siku. Kwa tayari umeona Biblia inafundisha kazi ya ukombozi na mwenendo aliokombolewa. Simple.